Habari, habari asubuhi. Mm-hmm. e, Pauline mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo eh? Yeah. e, sasa tumepata SMS kutoka kwa bwanako ambaye anatuambia kuna vile alikukosea na ameomba kama anaweza kukuomba msamaha mbele ya Wakenya na yuko hapa yuko hapa kwa line eh, Bwana Brian yes. Omba msamaha kwa mke wako. Hello, hello bwana. Je, mimi nimeamua kupeleka Hello. Hey, hey, Radio Jambo juu kuna venye nilikosea uh -huh vyenye uh, ulinipatanga uh, uh, na makosa vyenye, uh, nilikuwa nachafu na hiyo ex wangu, so niliona tu nimekukosea bem, juu nimejaribu kukuongelesha siku hizi uongei poa kama hapo zamani, nanimeamua tu kupeleka Redi Jambo tu nikua wazi kwamba sitawahi kuchiti mitu, mi nakupenda sana, na hadi we mwenyewe unajua mi nakupenda. Juu walai tu mi nakupenda, hata sitawahi kufanya hivyo tena. Kuna tu venye nilimistake, hata huyo dem sijui kwa nini alinitek, sijui tu nilikupost, vyenye aliona post yangu <laughs> <Sao>. <laughs> mm -hmm. Pauline, okay. Pauline, yeah. ume- umekubali yeah, msamaha kutoka kwa bwana wako kwa sababu anasema alifanya makosa kwa kuchat -chat na ex wake, umemsamehe, eh? <laughs> Mm -hmm. Na ni mara ya kwanza ama imekuwa ni mazoea? Okay, si as in ni mara ya pili ni, ni mara ya pili kwanza nilimshika uh -huh. Tukaongea ikaisha akasema nikimpata na makosa tena nipasie simu yake mm. So, tena nilimshika nayo tena mara ya pili <laughs> uh -huh. Ndio maana amekimbia hapa patanisho haraka haraka, anajua kumeumana. Brayo ulipewa first chance, sahii ni mara ya, mara ya pili Gidi. hmm? mm. Unaona, hiyo first chance venye alilipata na makosa ibara tu kuwa tumeawana bado mm.